kuna mkuta mwenyekiti wa vijana CCM tawi kana kitambulisho chandikwa sau. Kuna mkuta mwengine kawakatibu watawi kava kitambulisho cha chauma. Yani ukatizama katika vyama kumi na moja, basi CCM wevu kumi t hivyo haiwezekani kwamba kituo kiwe na mawakala wa vyama hivyo sau cha umma UDP ADC ukakikute, sau hakina kuranga moja. Inaingia akilini? ya onjo mazila tu yakuta. Alafu ya nasemaje, la mwisho la mwisho tunamalizia uchaguzi wa 2020 na 2025

Sipingi maana mimi nje na gari yangu. Wewe endaka chuku kungoja vuga. Paka mpaka na yana nusu alikuja mimi nkarudi kae. Jana njoo napigiwa njoo uchukue saa mbili nkaangia gari nikienda zangu huko. Sasa nasemaje? Maana tunakuaminisha na ukweli na tunakuamini ukweli na tunatenda ukweli. Mheshimiwa Rais mpya ovukutwa mbei mguu na ujinga ujinga sasa basi natuwamuja hivyo kuwa ujinga ujinga uwe basi, kwa nini na tuvue nguo tu? Kwani tena wana nini? na habari rais kimetangazwa kina wauma na kina washitua kona, tuvue nguo tunakuja kunokuja kufurahi. Wao wamefurahi na si watu wote tufurahi, muda akuja vipi kufurahi? kufurahisie wao waje walie waje wakahadisie, ukawaambie watu watume tupige kura za kiuhalali tupige kura za kiamani, tupige kura kwa haki. Hatutaki kupiga kura na vikosi, wasijivunie dola wano wana CCM. Na kama wao wengi ya majimbo la Makunduchi wakalete mausalama pwi, tukalete we maskari pwi, Tukalete we maskari, pwi. Eti askari namwambia ndaumo wenda kufanya nini? Awambia wakala wangu kaya vigwa na kuna kwa kitabu chao tume waseme wakala au mgombea mwenyewe ana haki ya kuhesabu kura. Nenda huko kama hujatolewa. Sasa mimi hapa nina mimi mgombea. Hasa mimi na kwenda na wekucha wa shahidi kuwekwa ushahidi. Wewe umeona wapi askari kuwekwa ushahidi? Hamwambia kucha kwaza wewe leo. Kwani hicho chumba mlango huo kana simamia nani huo? Chumba hicho chako weye, anaingia uketa askari, kuna kwenda weye iwejenyiavigwa useme kuli shahidi kuchaka ushahidi tena. Mbona hujaniuliza jina langu enye? Hamna majina majina yenu ya mabegani, majina yenu ya mabegani. Jina lako lichatumika uchapokufa ukapelekwa kwenu, kuna kwa familia nkuijua jina lako namba yako iwa begani. Tusihangaishane, mkarudi heya bwana